Habari ndugu mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya Afya Yetu Hub TV. Leo tunakwenda kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza katika afya yako tunafahamu kwamba utajiri wa kwanza ni afya yako, na afya yako ndio nyumba ambayo unaishi katika kila siku, ni sawa na nyumba ambayo unaishi katika kila siku. Ukikosa kuwa na afya bora, basi unashindwa kufanya mambo yako, unashindwa kuendesha miradi yako, unashindwa kutekeleza ndoto zako, na utashindwa pia kuisaidia familia na jamii ambayo unaishi nayo. Sasa, cha kwanza ambacho unapaswa kufanya katika maisha yako ni kuwekeza katika afya Leo tunakwenda kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza katika afya yako na ukawa na afya bora. Utakuwa nami Daktari Lemi Komba nikuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kisha kengele pembeni, kenge yake. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuwekeza kwenye afya yako, kuzingatia ni lishe bora katika afya yako. Tunasema kwamba chakula ndio msingi au ndio building block wako, ndio kitu ambacho kinajenga afya yako. Huwezi ukawa nakula kila kitu, kwa sababu wewe sio panyabuku. Unapaswa uwekezi chakula, hasa vile vyenye vyakula muhimu, tuseme vyakula asilia, katika makundi ma makundi yote matano, ambavyo vinapatia virutubisho muhimu ambavyo vinakusaidia kujenga mwili wako. Tunashauri mtu autumie sana vyakula ambayo venye nafaka zisizokobolewa, mboga za majani nyama ambazo hazina mafuta mengi lakini pia hatumie protini protini asilia au protini kutoka katika mazao ya mimea na mazao ya wanyama kama dagaa, samaki, nyama, kunde. Lakini pia tunashauri mtu awe anakula matunda kila siku kwa lesho ambayo inatakiwa. Vitu hivi nimeeleza katika mada mbalimbali mbali katika chaneli yetu. Jambo la pili ambalo tunapaswa kuwekeza katika kiapo ni kufanya mazoezi Ndugu yangu, hakikisha kila siku au kila wiki unafanya mazoezi takribani mara tano kwa wiki, na kwa siku hakikisha unafanya mazoezi takribani dakika 30, kila siku. Mazoezi sio lazima uende jimu, hata kutembea, kufanya kazi za mikono, haya pia ni mazoezi. Mazoezi husaidia kuimarisha kinga ya mwili, lakini pia kufanya mwili uwe active muda wote. Jambo la tatu ambalo unapaswa kulifanya ni unywaji wa maji. Hakikisha unakunywa maji isiopungua lita mbili kwa siku, ili uweze kusafisha vitu mbalimbali kuondoa sumu mwilini, lakini pia kurahisisha usafirishaji wa vyakula, lakini pia usafirishaji wa damu katika mwili wa binadamu. Jambo jingine ambalo unapaswa kuwekeza unapaswa kuwekeza katika afya ya akili. Ni muhimu sana kuzingatia nini? Afya ya akili na kudhibiti msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo upo kutokana na ugumu wa maisha au kutokana na changamoto mbalimbali. Kupotelewa na ndugu, kupoteza kazi, kukosa ajira inaweza ikapelekea mtu kupata msongo wa mawazo kwayo. Kwa hiyo tunasema kwamba ugumu wa maisha upo, lakini kuna baadhi ya vitu tunapaswa tumwachie Mungu, vinakuwa nje ya uwezo wetu. Tunapaswa kudhibiti afya yetu ya akili kwa kuepuka msongo wa mawazo na kutumia njia za kudhibiti msongo wa mawazo. Jambo jingine ambalo unapaswa kuwekeza katika afya yako, hakikisha unawekeza katika matibabu ya dharura, hakikisha na bima ya afya, lakini pia hakikisha una fedha ya dharura kwa ajili ya matibabu. Nasema kwamba unapoanza kupata ugonjwa wote ule, ni vyema kudhibiti mapema kabla hujaanza kuenea na kusababisha madhara makubwa. Kwanza utatumia gharama ndogo, lakini pia kama una bima itakusaidia pia kupata matibabu kwa haraka na kuokoa muda wa matibabu. Kingine ambacho anapaswa kukifanya ili uweze kuwa na afya bora ni kuwa na tabia ya kupima afya mara kwa mara, hata kama haumwi. Unasema kwamba hata kama haumwi, ni bora kafanyia nini mwili service. Unaweza ukawa kila baada ya mwezi unaenda hospitali, unafanya cheka, unapima shinikizo la damu, unapima uzito, unapima kisukari, na unaweza unashauriana na daktari kuhusu hali mbalimbali kuhusiana na afya yako. Kitu kingine ambacho unapaswa kukiwekeza katika afya yako, hakikisha unaongea una na watu, unazungumza na watu ili uwe na furaha. Nasema kwamba unapokuwa na furaha, basi unaongeza urefu wa maisha kingine ambacho tunapaswa kukifanya katika ile utunzi afya yako afako bora, hakikisha unapata walau mfungo. Unapofunga si tu unafanya ibada, lakini pia unasaidia mwili kutumia vile vyakula ambavyo vilivyopo ndani ya mwili. Kufunga si tu jambo la kiimani, hata yake pia kiafya. Pia nashauri pia uwe unafunga. Kitu kingine hakikisha unajikinga na magonjwa mbalimbali hasa magonjwa ya mlipuko, magonjwa yanayoweza kuambukizwa. Yale magonjwa ambayo unaweza kuyamudu kwa kujikinga. Unaweza kujikinga ikiwa magonjwa ya zinaa, kuna magonjwa ya mlipuko kama kuna magonjwa ya malaria, magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu unaweza pia kujikinga, lakini pia unaweza kujikinga pia na magonjwa yasiyoambukiza kama, ka kama kisukari, shinikizo la juu la damu, kujikinga na magonjwa haya kutakufanya wewe uepuke na gharama mbalimbali. Kingine ambacho anapasa katika katikai kufahamu ni ujuzi kuhusu huduma ya kwanza, majisha ya kuokoa maisha ya watu mbalimbali. Kuna wakati unaweza kupata changamoto ya kiafya, lakini ni mbali na hospitali, au ukapata ajali, lakini ni mbali na hospitali, ila kakuwa unaufahamu ujuzi wa huduma ya kwanza japu, ule zile huduma za msingi za kuokoa maisha unaweza ukaokoa maisha ya watu uwapendao. Ndugu mtazamaji, naamini kuna vitu vingi ambavyo umejifunza katika mada hii ya leo, japo viko vingi ambavyo unaweza kuwekeza katika hata, lakini hivi ya leo nimeona kwamba uanze navyo. Viko vingi vingi vingi vingi ambavyo tunaweza tukajadili na tusimalize kwa kipindi hiki hapa, lakini na kushauri, anza kufanya vitu hivi na na mimi afya yako itaimarika kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, na kutakia siku njema, na Mungu akubariki.